Kuna kipindi ambacho kwenye maisha ya mwanadamu hauwezi kukikwepa, na kipindi hichi ni kipindi ambacho watu wanaanza kukutazama wastani. Sasa watu wengi ambao wanaanza kutazama wastani tu wanakata tamaa, ujasiri na kujiamini kuelekea malengo makubwa ambayo wamejiwekea, wanayakatia tamaa, kwa sababu wanategemea nguvu kubwa sana ya watu. Kumbe sio sahihi sisi kukata tamaa kwa sababu ya kuchukuliwa wastani, bali katika hichi kipindi cha kuchukuliwa wastani itabidi tujiulize maswali ya msingi ambayo yatatujenga sisi, ambayo yatagundua ni nini hasa ambacho kina fanya watu watuchukulie wastani. Ni, ningependekeza maswali kadhaa mawili, ambayo yana umuhimu sana kujiuliza kwenye kipindi ambacho unachukuliwa wastani. Swali namba moja, ambalo ningependekeza ni ningependa ujiulize kwamba, je, ni kwa nini watu wananichukulia wastani? Wananichukulia wastani aidha ubora wangu au ufanisi katika kazi ama kipaji changu umeshuka na kama hii ndo sababu hasa ya mimi kuchukuliwa wastani, nifanye nini? Nitakuambia njia kadhaa ama njia moja ambayo watu wengi wanaitumia endapo ubora wao wanachukuliwa wastani kwa sababu ya ubora wao wao au ufanisi wao kushuka katika kazi. Watu wengi wanafanya hivi, huwa anarudi, wanakaa chini na wanatafakari kwa kina, ni wapi penye mapungufu ambapo panafanya mimi nichukuliwe wastani, na baada ya kugundua penye mapungufu, wanarudi kufanya marekebisho ya kina kurudisha ubora wao ili wawatoe wale watu wote ambao walikuwa wanawachukulia wastani waanze kuwachukulia kwenye viwango vya juu. Nitakupa mfano dhahiri. Kwa mchezaji, anapoona ufanisi wake umepungua na watu wameshaanza kumtazama au ma mashabiki wameshaanza kumtazama wastani, huwa anarudi kwenye viwanja vya mazoezi na kuangalia sehemu zenye mapungufu na kufanyia marekebisho ya kina. Mwisho wa siku anarudi kwenye ubora ule ule na mashabiki wanaungana naye kwenye ubora wake. Sasa swali la pili ambalo pia ningependa ujiulize nili, ni hili ni kwamba je, watu wanachukulia wastani kwa sababu ya kasumba ambayo binadamu tumeumbiwa nayo ya kuzarauliana na kuchukuliana wastani? Na kama hii ndio sababu hasa nini cha kufanya, ama nini unashauriwa kufanya? Kitu cha msingi ambacho wanafanya kwa watu ambao wanachukuliwa wastani kwa sababu ya kasumba ya wanadamu, huwa anaenda kufanya vitendo, hawatumii nguvu kubwa kwanza kubishana nao, kwa sababu ukibishana nao utaanza kupoteza energy, utaanza kushindwa kufocus kwenye lengo lako la msingi, utaanza kufocus na wao. Kwa hiyo kitu cha msingi go and do action ambazo hizo action zitaanza kuambia wao kwamba wewe sio wa wastani, bali ni fikra potofu ambazo wameziweka akilini mwao za kukuchukulia wewe wastani. Nitakupa mfano dhahiri ambao hata wewe inaweza kawa unaujua. Daudi alipokuwa anaenda kupambana na, kupamba na Goliath, watu wote walimtazama wastani. Hakuna mtu ambaye alikuwa anaamini kuwa Daudi anaenda kushinda, lakini Daudi hakubishana nao bali alienda kufanya action ambazo zikamletea heshima. Mara baada ya kumwangusha Goliath, wale watu wote ambao walikuwa wanamuona Daudi wa wastani wakarudi kumheshimu Daudi na kumchukulia yeye ni wa viwango vya juu. Kwa hiyo hata wewe usianze kubishana watu ambao wanakuchukulia wastani kwa sababu tu ya kasumba na dharau ambazo tumeumbiwa wanadamu, bali naenda kafanye vitendo ambavyo vitawaambia kwamba wewe sio wa wastani na wewe ni wa viwango vya juu. Ukitaka kujifunza zaidi unaweza ukajifunza kupitia chaneli yangu ya YouTube kwa jina la Kironi Mwasalemba. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Thanks. We have to do wonders.